Kitabu cha Mtakatifu Mathayo mlango wa 25. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana arusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya, bwana arusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulia. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana arusi akaja, nao na waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye arusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin, nawaambia siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamwijui siku wala saa. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake akampa mmoja talanta tano na mmoja talanta mbili na mmoja talanta moja, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta tano akaenda akafanya biashara nazo akachuma faida talanta nyingine tano. Vilevile vile na yule mwenye mbili, yeye naye akachuma nyingine mbili faida. Lakini yule aliyepokea moja alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake.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 Akaja na yule aliyepokea talanta mbili akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta mbili; tazama talanta nyingine mbili nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi; ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta moja akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe yu mtu mgumu, wavuna usipopanda, wa kusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda, nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, na kusanya nisipotawanya basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta kumi. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno.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 Na Mfalme atajibu akiwaambia, Amin nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula; nalikuwa na kiu, msininyweshe